hujambo karibu tena ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali leo ikiwa ni desemba tisa tuambie vipi hali ya huko mtaani kwako leo eh, desemba tisa ambapo eh, maandamano makubwa yametangazwa na wanaharakati kufanyika eh, Tanzania lakini jeshi la polisi wakipiga marufuku na serikali pia kwa ujumla ikipiga eh, marufuku kufanyika kwa maandamano hayo yasiyo na kikomo kuanzia leo Disemba 9, ambapo leo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, kupitia rais wake daktari Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa wafungwa katika kuadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara. Moja kwa moja tuangalie kiundani zaidi taarifa hii kwa kina, msamaha wa mheshimiwa rais daktari Samia kwa wafungwa, lakini pia ningependa tu zidi kutuambia hali ipoje huko mtaani kwako. Je, watu wamejipungia ndani? Watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida? Share na sisi kupitia comment section. Jamhuri eh, ya muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Tarehe 9 Disemba 2025. Taarifa kwa umma kuhusu msamaha wa mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan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 cha sheria ya magereza sura ya 58. Wafungwa hao sharti wawe wametuhumiwa kifungo cha kuanzia miaka miwili na kuendelea, ambao wana wametumikia robo ya azagu zao gerezani na wawe wameingia gerezani kabla ya tarehe 15 Oktoba 2025, isipokuwa wafungwa walioorozeshwa katika sharti la pili, Roman 1 mpaka Roman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 orozeshwa katika kipengele cha pili mpaka roman, roman ya kumi na sita. Kumbuka hapa tunapitia e, msamaha ambao umeutoa mheshimiwa rais kwa wafungwa kwa masharti yafuatayo, na hapa tupo e, sharti namba moja, lakini tunasoma kwa mfumo wa roman one, two na kuendelea. Kwa hiyo tutakuja kuangalia pia sharti la pili ni lipi hilo. Roman tatu: ni wafungwa wazee wenye umri wa miaka sabini au zaidi. Umri huo huthibitishwa na jopo la waganga chini ya wenyekiti wa mganga mkuu wa mkoa au mganga mkuu wa wilaya, isipokuwa wafungwa hawa wasiwa wametenda makosa yaliyoorozeshwa katika kipengele cha pili Roman 1 mpaka ya 16. Roman 4: wafungwa wa kike walioingia na ujauzito gerezani au wenye watoto wanaonyonya au wasionyonya waliohukumiwa kifungo cha mwaka mmoja na kuendelea, isipokuwa wafungwa hao wasiwe wametenda makosa yaliyoorodheshwa katika kipengele cha pili Roman 1 mpaka ya 16. Roman ya 5, wafungwa wenye ulemavu wa mwili na akili wasio na uwezo wa kufanya kazi. Ulemavu huo uthibitishwe na jopo la waganga chini wenyekiti wa mganga mkuu wa mkoa au mganga mkuu wa wilaya, isipokuwa wafungwa hao wasio wametenda makosa yaliyoorozeshwa katika kipengele cha pili Roman 1 mpaka ya 16. Namba tano, ni wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kuwekwa kizuizini under president pressure, ambao wamekaa gerezani kuanzia miaka kumi au zaidi. Kipengele cha pili, sasa tunaingia baada ya kumaliza kipengele cha kwanza, aidha msamaha huo usiwahusishe wafungwa wafuatao, yaani wafungwa wafuatao wasihusishwe kwenye msamaha huo. Roman 1 wafungwa wanaotumikia vifungo vya nje na wale waliowahi kukiuka masharti chini ya sheria ya bodi za parole sura ya 400 revision ya mwaka 2023 na kurudishwa gerezani kutumikia adhabu zao, Sheria ya Huduma kwa Jamii sura ya 291 revision ya mwaka 2023 na, na kanuni za kifungo cha nje The Prisons Extra Muro Penal Imprisonment Regulations ya mwaka 1968 na nane. Romani 2 wafungwa waliopatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo gerezani kwa makosa ya hujumu uchumi, matumizi mabaya ya madaraka, utakatishaji fedha na rushwa, na usafirishaji au kujihusisha kwa namna yoyote ile na madawa ya kulevya ikiwemo bangi. Hawa ni moja kati ya wafungwa ambao msamaha huu wa rais hautakuwa upande wao. Romani ya tatu, ni wafungwa waliopatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo gerezani kwa makosa ya kujamiana, utekaji au wizi wa watoto, kupoka, kuwapa mimba wanafunzi au makosa yoyote yale yanayohusiana na ukatili dhidi ya watoto na kujihusisha kwa namna yoyote ile na biashara haramu ya binadamu. Roman namba Roman 4. Wafungwa waliopatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo gerezani kwa makosa ya unyang'anyi, unyang'anyi wa kutumia nguvu, unyang'anyi wa kutumia silaha, lakini pia kumiliki silaha, risasi, milipuko au kujaribu kutenda makosa hayo. Romani ya tano. Wafungwa waliopatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo gerezani na kifungo gerezani kwa makosa ya kukutwa na viungo vya binadamu. Romani ya sita ni wafungwa wanaotumikia kifungo gerezani kwa makosa ya kujihusisha kwa namna yoyote ile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 Namba tisa ni wafungwa wenye makosa ya kujaribu kuua, kujiua au kuua watoto wachanga, attempt to murder, attempt to suicide or in fact infanti infanticide. Wafungwa wenye makosa ya ugaidi, uharamia na makosa ya kimtandao, yaani terrorism, piracy pamoja na cyber crimes. Hii ni roman ya kumi. Roma ya 11 ni, yani ni, ni wafungwa wanaotumikia kifungo cha pili au warudiaji. Yaani huyu alikamatwa na akakamatwa tena na kurudishwa ndani. Namba 10 na Roma ya 12 ni wafungwa waliowahi kupata msamaha wa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani walishawahi kupata msamaha na wakarudia tena. Roma ya 13 ni wafungwa waliotenda makosa ya kinizamu gerezani ambao makosa hayo hayajatimiza miaka mitatu e, mpaka kufikia tarehe tisa Disemba 2025. Namba 14 ni wafungwa wa madeni, hawa wanaitwa e, civil prisoners, na roman ya 15 ni wafungwa waliopatikana na hatia ya mauaji au kuhukumiwa adhabu ya kifo, na roman ya 16 ni wafungwa wanaotumikia kifungo cha maisha gerezani. Nilikuwa najaribu hapa kupitia kuona msamaha huu kama utamhusisha mwenyekiti e, wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mheshimiwa e, Tundulisu. Ukiangalia hii roman ya kumi na tano ni wafungwa waliopatikana na hatia ya mauaji au kuhukumiwa adhabu ya kifo, hawa msamaha hauwahusu, lakini kumbuka kwamba Lisu hajahukumiwa. E, bado na kesi yake bado inaendelea. Kwa hiyo hii inawahusu wale ambao tayari walikuwa wamehukumiwa. Nimeona watu pia kwenye comment e, wana comment vipi e, kuhusu Tundolisu kwa nini hajapewa msamaha. Nadhani hapo tutakomeelewa kwa vizuri zaidi kwamba msamaha huu unawahusu wafungwa ambao tayari walikuwa wamehukumiwa. Tundolisu hajahukumiwa, na kesi yake bado inaendelea. Kipengele cha tatu ni wafungwa elfu moja na thelathini na sita wamenufaika na msamaha huu ambapo wafungwa ishirini na mbili kati yao wameachiriwa huru leo tarehe 9 Disemba 2025 na wafungwa elfu moja na kumi na nne wamepunguziwa adhabu zao na watabaki gerezani na kuendelea kutumikia sehemu ya vifungo vilivyobaki. Ni matarajio ya serikali kuwa wafungwa walioachiliwa huru leo tarehe 9 Disemba 2025 watarejea tena katika jamii kushirikiana na wananchi wenzao katika ujenzi wa taifa letu, na kwamba watajiepusha na kutenda makosa ili wasirejee tena gerezana. Imesainiwa na George B Simba Chawene, Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi, tarehe 9 Disemba 2025. huu ni msamaha wa Mheshimiwa Rais ambapo wafungwa 1036 wamepata msamaha, lakini waliotoka gerezani ni wafungwa 22 pekee na wengine waliobakia 1014 wataendelea kubaki gerezani kumalizia eh, kipungo chao baada ya kupunguziwa adhabu. Endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa zaidi. Ni msamaha wa Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan leo tarehe 9 Disemba 2025.